Leo Aprili 10, shauri hili lilipaswa kusikilizwa lakini, kutokana na mabadiliko hayo ya sheria kwenye mashauri haya ya kikatiba, yanayotaka majaji watatu kusikiliza shauri la namna hii, yanamvua mamlaka jaji mmoja kusikiliza shauri hilo. Ah, leo shauri kunakuja kwa ajili ya kusikilizwa mbele ya mheshimiwa jaji Dkt. Zainabu Mango na upande wa wajibu maombi Eh, kupitia wa, wa, mawakili wa serikali Jacqueline Kinyasi pamoja na Samuel Mauma walitaarifu mahakama juu ya uwepo wa mabadiliko ya sheria ambayo ni mabadiliko ya sheria namba 2 ya mwaka 2025 ambayo yalipublishiwa kwenye gazeti la serikali tarehe kumi na nne Machi. Katika mabadiliko hayo yameondoa me, ya mamlaka ya jaji mmoja a single jaji kusikiliza shauri la katiba katika ile hatua ya awali na badala yake, eh, mambo yote yanayohusu shauri la katiba yanapaswa kusikilizwa mbele ya jopo la majaji eh, watatu. Kwa hiyo baada ya kutoa taarifa hiyo, mheshimiwa jaji aliweza kurekodi, na mimi pia nikapewa fursa ya kuweza kujibu taarifa hiyo, nikakubaliana na wao kwamba ni kweli ama mabadiliko yalitolewa tangu tarehe 14 Machi, lakini pia nikaiomba mahakama kwamba itengue maamuzi yaliyofanywa tarehe 19 Machi eh, kupitia jaji eh, Mheshimiwa Daktari Zainabu Mango ya ku ya kuwaongezea muda wa kufanya eh, wa kufaili maombi yao majibu, majibu, ya maombi ya shauri ambalo liko mahakamani e, tarehe 19 eh, na kwamba ilikuwa ni ilikuwa ilikuwa mahakama ilikuwa haikuwa na, na, na, mamlaka. Lakini pia hoja ya pili eh, niliomba mahakama tu kwamba kishafuta hiyo basi hao watu wakaombe upya pale ambapo shauri litakuwa liko mbele ya mahakama eh, mbele ya mahakama kwa maana ya kwamba itapokuwa iko mbele ya jopo la majaji watatu, na nikaeleza mahakama kwamba mimi nilifaili nyaraka zangu mahakamani siku tarehe 20 Februari eh, e, na hivyo mimi nilikuwa niko ndani ya muda na hayo mabadiliko ya kwe, ni athiri kwa chochote. Upande wa pili wa serikali, wao walijibu kwamba eh, mahakama wakati nasikiliza eh, tarehe na 19 maombi yao yali ya kuomba kuongezewa muda ilikuwa ina mamlaka kisheria na kwamba pia mahakama haiwezi katengua maamuzi yake maana inakuwa iko functus official ee, baada kuweka hoja zake hizo mawakili wa serikali nilipewa pia fursa ya kuweza kuzijibu na kwamba niliambia mahakama eh, kwamba haina mamlaka kwa mujibu wa mabadiliko yaliyofanyika tarehe 14, na kwamba hiyo functus official kwamba mahakama haiwezi katengua maamuzi yake si sahihi katika mazingira ya kesi tulionayo. Kwa, kwa hiyo eh, mheshimiwa ba, jaji baada ya kusikia hoja za pande zote mbili eh, mheshimiwa jaji alikubaliana na hoja ya, ya kisheria kwamba haya mabadiliko ni kweli yamefanyika tangu tarehe 14 Machi ya mwaka 2025, na akasema kwa sababu jambo hili la kiutawala, kwamba yeye peke yake hawezi, hana mamlaka ya kuweza kusikiliza kuanzia tarehe 14 hiyo, ili shauri linapaswa ndio kwa majopo la majaji watatu. Hivyo akasema yote yale leo fanyike kuanzia tarehe 14 eh ni batili, hakuwa na mamlaka nayo chochote kilichoweza kufanyika. Maana yake hata kilichofanyika tarehe 19 maana kwa baada ya tarehe 14 baada ya kuwa na hayo mabadiliko ya ya hiyo sheria. Hivyo akasema wadawao wapeleke maombi yao pale ambapo e, shauri litakuwa liko mbele ya jopo la majaji. Kwa hiyo kwa sasa shauri litarudi kwa jaji kiongozi. Jaji kiongozi yeye atapanga atalipangia jopo la majaji watatu waweze kulisikiliza na kulitoa maamuzi. Kwa hiyo kama kuna anything hapo, basi wadawao tumepewa fursa ya kuweza kupeleka tukaeleze huko. Kwa hiyo mimi binafsi nimemshukuru sana Mheshimiwa Jaji Zainabu Mango kwa sababu eh, eh, mawakili wa serikali watapaswa waje na hoja za msingi kwa nini waongezewe eh, waongezewe muda. Eh, na kwamba yale maamuzi kwa maamuzi yaliyofanyika tarehe 19 kwa hicho ambacho mheshimiwa jaji amekizungumza, maana yake yamefutwa yamebatilishwa yote kwa ujumla. Asante. <coughs> ambacho nini nini? Ah, sawa, sawa. Uh, kwanza, kwanza, nakihitaji zaidi ni kwamba shauri hili, mimi nafurahi zaidi kama likisikilizwa ex parte kwa upande mmoja, ili majaji wapate tu fursa za kuweza kuamua ndani kwa, kwa muda mfupi, maana tuko wengi mabishano kwa mengi. Kwa hiyo majaji au jopo la majaji wataamua hatima ya katiba mpya mapema eh, kabla ya uchaguzi, na nadhani ni wakati mwafaka ambao mahakama inaweza ikatusaidia kama taifa e, tusiingie kwenye mechafuko ya migogoro isiyo kuwa na tija, kwa sababu swala la katiba mpya e, ni zoezi ambalo au mchakato ambao ulianzishwa kwa mujibu wa sheria za nchi na ulikuhamishwa e, kisivyo halali. Kwa ona, imani katika maombi yangu haya mchanganyiko tunaweza tukaipata katiba mpya kabla hatujaingia kwenye uchaguzi. Uh, wadau katika shauri la kikatiba ni daiwa namba moja ni tume huru ya uchaguzi, pamoja na mwanasheria mkuu wa serikali. Na wengine wanaanza kuuliza kwa nini Tume Huru ya Uchaguzi? Tume Huru ya Uchaguzi kwa sababu hao ndio waliopewa mamlaka ya kusimamia zoezi e, la upigaji kura ya maoni e, ya katiba mpya inayopendekezwa. Hawakufanya hivyo lakini sasa hivi naona wako busy sana kuhakikisha kwamba wanaingia kwenye uchaguzi. Nimesema kwamba tusiingie kwenye uchaguzi, tupate kwanza katiba mpya. Miongoni mwa majukumu ambayo Tume Huru ya Uchaguzi ilipewa ni kuhakikisha kwamba nchi inapata katiba mpya na hatua zote zilifanyika za kisheria E, za, za, za, mbali mbali zilifanyika. Hatua ilikuwa imebakia ni moja tu ya tume huru ya uchaguzi e, kusimamia sasa kura ya maoni, watu wapige kura kwa katiba inayopendekezwa. Kwa hiyo inayo, hili jambo ni la muhimu zaidi kuliko hata uchaguzi huu ambao tunatarajia tuna, tuna, tuna, tuna, kuweza kufanya